Mpigieni Bwana vigelegele, enyi wenye haki; kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Mshukuruni Bwana kwa kinubi, kwa kinanda cha nyuzi kumi mwimbieni sifa. Mwimbieni wimbo mpya, pigeni kwa ustadi kwa sauti ya shangwe. Kwa kuwa neno la Bwana linaadili, na kazi yake yote huitenda kwa uaminifu. Huzipenda haki na hukumu; nchi imejaa fadhili za Bwana. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Hukusanya maji ya bahari chungu chungu, huviweka vilindi katika ghala. Nchi yote na imogope Bwana, wote wakao duniani na wamche. Maana yeye alisema, ikawa, na yeye aliamuru, ikasimama. Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa, huyatangua makusudi ya watu. Shauri la Bwana lasimama milele, makusudi ya moyo wake vizazi hata vizazi. Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao, watu aliyowachagua kuwa urithi wake. Toka mbinguni Bwana huchungulia, watazama wanadamu wote pia. Toka mahali pake aketipo huangalia wote wakao duniani. Yeye aliumba mioyo yao wote. Huzifikiri kazi zao zote. Hapana mfalme aokoaye kwa wingi wa uwezo, wala shujaa haokoki kwa wingi wa nguvu. Falasi hafai kitu kwa wokovu, wala hamponyi mtu kwa wingi wa nguvu zake. Tazama, jicho la Bwana li kwao wa mchao, wazingojeao fadhili zake, yeye huwaponya nafsi zao na mauti, na huwauwisha wakati wa njaa. Nafsi zetu zina mgoja Bwana. Yeye ndiye msaada wetu na ngao yetu, maana mioyo yetu itamfurahia, kwa kuwa tumelitumainia jina lake takatifu. Ee Bwana, fadhili zako zikae nasi, kama vile tulivyokungoja wewe.